Niko upande, wa... niko upande wa Yanga, si, si kwa sababu ni shabiki, lakini... A, unashida gani yani, kwa nini unakua, unakua... Ngo, kwambie lete timu uwanjani, sijui vya ndani lakini vya nje ambavyo mimi naviona kwa sababu mimi si muhusika wa klabu ya Yanga au mimi si muhusika, maana ya viongozi au mtu ambaye anajua nini kiliendelea hapo kati mm, lakini na uwezo wa kusema ya kwamba Simba ndio wenye matatizo au wenye makosa kwenye hili kwa sababu Uh, siku ya mechi ilivyofika, kwanza tulipata taarifa ya Simba wamesema sijui hawatakuja uwanjani kwa sababu walizuiliwa mm. uh, kuingia uwanjani of which kwa watu waliotajwa kuwa ni mabaunsa mabaunsa wa uwanjani. Sasa wangedili na watu wa uwanjani, kwa nini wamewakataza kwenda uwanjani? Lakini si yanga ambao walikuwa wafahamu chochote mm. siku ya mechi Yanga walitangaza kuwepo kwa mechi kama kawaida kwa sababu wewe uligombana na mtu wa uwanjani si mimi, lakini, lakini kadili na yule aliyokukataza kuja uwanjani si mimi na Yanga. Ndio maana wakaona sisi hapa hatuna shida wala hatuna kesi. I mean, wachezaji wameenda kama kawaida wakati muda kama kawaida mpaka uwanjani wakaingia. So tatizo liko kwa Simba, kwa sababu Simba wao waligombana na mtu ambaye si sahihi, yaani mm. nyinyi mlileta kisirani ambacho kilimuhusisha mtu anayehusika na uwanja, lakini mm. sisi sio Yanga. Yanga hatukuwa na kosa lolote, kwa hiyo hata kama mechi hii itarudiwa, mm. Simba waadhibiwe, yes. waadhibiwe kwa hili la kusababisha watu walikosa, uh, burudani. Watu walijipanga vya kutosha, lakini dakika za jioni kwa sababu ambayo haina nguvu yoyote mm. Simba wakaja wakatwambia mechi haipo kwao. Mimi uh, kwenye hichi kikao cha serikali uh, TFF Simba Yanga, Simba waadhibiwe kwa kosa hilo <laughs> la kutoa uh, la kutoa maamuzi kwa watu ambao, sasa kamnunia leo kukataza kuingia uwanjani, maana hapo so, so, so, ni kununa, kamnunia, ngoja kwanza Halo, halo, halo, nikataza mimi kuingia uwanjani, si ni watu wako watu wangu mimi wa uwanjani, si ndo watu wako? Si ndo wametajwa pale? Barua ya Simba ilisema hivi, tumekatazwa, kwanza kabisa wamezuiliwa na na na wahusika wa uwanja, sawa, meneja wa uwanja, okay, hana taarifa kwa mujibu wa ripoti. Sasa baadaye ya hana taarifa ee, ee, ana, ana, kufanya Simba, Simba, Simba mazoezi pale Simba yeye akaenda na kanuni yake mm -hmm. kwamba kanuni inaniruhusu mimi kabla ya mechi siku moja kabla napaswa kwenda wapi kufanya, kufanya mazoezi sawa ndio. Lakini pia mkanganyiko upo ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia barua, kitu ambacho kinachanganya hapa bodi mm, ya ligi, kwa nini waahirishe mechi? Yaani, kulikuwa na sababu gani ya kuahirisha mechi?